Leo wamekiri hapa kwamba ni kundi la kifu, lakini angalia ilivyozungumzwa hapa na ilivyozungumzwa hapa Tanzania, wakati kundi limetoka. Angalia wa Morocco, walivyozungumza hapa ugumu wa kundi kwa timu zote nne, alafu kamtafute mtu mwingine tu mtanzania ambaye alizungumza kwa timu zote tatu akajumlisha na Yanga. Yaani kama Yanga tupo kwenye kundi hili kusaidia fundi, unajua kusaidia fundi eh? E, an yani anapita kwa fundi, fundi anakufikiria wewe. Sasa ni opinion za watu, sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye pichi, ndio wale kasema aidha kulizungumzwa kwa dharau, kwa kebehi, lakini wenye wajibu wa kwenda kutuheshimisha ni wachezaji wetu na wanajua jukumu lao. Kesho mamilioni ya Watanzania ambao ni mashabiki wa Yanga na ambao sio mashabiki wa Yanga, ambao ni wapenda mpira na ambao sio wapenda mpira. Manake mechi ya kesho kwa ukubwa wake, hata kama wewe hujawahi hata siku moja kushabikia mpira, unashabikia labda cricket huko, uh, unashabikia labda basketball, lakini ule ukubwa wa imechi ya kesho unatamani na wewe uweze kuifuatilia. Kwa hiyo ni mechi kubwa ambayo wanatakiwa waingie kikubwa kwenye pichi wakishafanya kazi yao insha Allah, tukapata matokeo mazuri, ndio mimi naanza kazi sasa. Yes, bwana mshindo eh, yani Pacome atamaliza kazi yake, ndio kazi Ally Kamwe itakapoanza. Kwa hiyo naye atachagua kazi yangu iwe mbaya au iwe nzuri. Unajua jeni kwenye kundi kama hili ambalo wataalamu wa mpira wanasema ni kundi la kifo, kundi kama hili, cha kwanza kila mtu anaangalia faida yake ya nyumbani. Ndio cha kwanza hicho, faida yake ya nyumbani, nikipata pointi tatu nyumbani zila kujengea mazingira mazuri ya kufuzu kwenye hatua inayofuatia kwa hiyo kwenye pichi unaweza kufanana ubora, ila faida inayoongezeka kwa yanga siku ya kesho, Yanga wako nyumbani, na hapa ndiko ambako timu zetu za Tanzania, mashabiki wetu hususan wanachama wa klabu ya Yanga tunatakiwa tuwe hatua moja mbele. Tukimaliza hii mechi tutakwenda na sisi awei, watakwenda kuona mchezaji wa kumi na mbili anavyoshiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo na sisi tunaweza kuwa sawa. Kila kitu mwalimu kasema vizuri hapa, wa FAR Rabat kila kitu quality na nini, lakini faida faida faida inatakiwa iwe home ground na home ground. Faida sio hizo nyasi, kisikia, faida ya nyumbani sio hizo nyasi hapo za New Aman Complex, ni watu watakaokuja kuisapoti timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo mashabiki wetu wanachama wa klabu ya Yanga wanatakiwa wajue, wana jukumu kubwa vile vile, kama ilivyokuwa kwa Dickson Job, ilivyokuwa kwa Baka, ilivyokuwa kwa Dube na wao wana jukumu kubwa la kuleta tofauti ya kimatokeo kati ya Yanga na Far Rabat. Inshallah tukijaa kesho vizuri. Sababu napokea message nyingi wana Yanga wameshaanza kuvuka, wengine kama hivyo wameshafika. Hii ni kwa mara ya kwanza haijawahi kutokea. Mechi inapigwa Unguja hapa wana Yanga siku mbili kabla wameshavuka maji, wako hapa. Hawajali si gharama za kulala na nini, wako hapa siku mbili kabla kwa ajili ya kuhakikisha ukipita mitaani jezi za Yanga zinaonekana. Jezi za kimataifa sio bandika bandua. Jezi za kimataifa zinaonekana mtaani <tune> sikiliza wewe, zinaonekana mtaani. Wachezaji wanaona kwamba okay, tayari mashabiki wetu wameshaingia Unguja na wanatuhamasisha tukapambana. Kwa hiyo ni waombe na ambao wanavuka leo na ambao watajaaliwa afya njema uhai, inshallah siku ya kesho, boti ya asubuhi ile boti inabidi ijae Yanga tupu, tuje tuungane na wenzetu wa hapa Unguja, tuujaze uwanja wa New Aman Complex. Shazungumza na vikundi vyangu vyote. Kimya kimya nishatembea hapa. Kesho pata pigwa madufu huko ndani haijawahi kutokea jeni. Pata pigwa madufu huko ndani haijawahi kutokea huko. Tunataka tupate burudani. Sasa wazima wanayanga wajue kesho na wao wana wajibu mkubwa. Yaani kundi ni gumu. Zungumza na kuzungumza ile kundi ni gumu, lakini difference inakuleta katika uwanja wa nyumbani. Wote hao nav wanaongea hapa wanatufikiria hapa Yanga tupambane kama yetu tupate sare, kwao wanaona kama wanaweza kwenda kufungulia booster. Kwao sisi nyumbani tusikubali unyonge, yani hapa tusikubali unyonge, tusikubali tusikubali kabisa unyonge. Wewe ukitaka kujua awei kukoje, tafute Masanza takuelezea <laughs> kwanza kapigwa baridi kule jana, kanipigia simu usiku Masanza, akajifunika amevaa ame shati ndani kavaa sweta kavaa koti na yupo na lile dule kubwa unajua je lile duvet. Yeye anaongea sasa, anamsikia kwa mbali. Ndugu yangu anambia, bado hapo hujakutana na gusa, achie hapo yalamo vichi kaja zoea Masanza, maskini ya Mungu. Baridi kubwa alipata Arusha, Kenya, sasa akapata baridi la Algeria. Unajua Algeria baridi inakuja kusoma mpaka negative wakati mwingine. Sasa sisi wazoefu kule, mwili ushazoea, shaenda sana Algeria, mpaka alishinda mechi kule. Kanipigia jana Masanza anatetemeka hivi <laughs> kaambia bado hapo, ndo unaingia ma group stage wewe, ndo hiyo. Kwa hiyo kuna faida ya kucheza nyumbani, ambayo Wanayanga lazima tupambane, tuitumie vizuri, tuje kwa wingi kesho inshallah. Tiketi zinauzwa mpaka usiku hapo saa 4 saa 5 zinauzwa, wauzaji wako wengi. Yani ukija Zanzibar kituo kikubwa ni hapa uwanjani nje, tiketi zipo nyingi, wauzaji zaidi ya sita wako pale kwa ajili ya kutuhudumia. Kwa hiyo tuje inshallah kwa ajili ya kuhakikisha Tunaisupport timu yetu ipate matokeo mazuri. Na uzuri wa group stage ni pointi tatu. Eh, pata pointi zako tatu za kwanza una relax. Unakwenda kwenye mechi ya pili. Sasa sasa hivi hapa wote tunasoma sifuri, sifuri, sifuri, sifuri. Sisi Yanga sifuri, Far Rabat sifuri, JS Kabili sifuri, Al Ahli sifuri. Nani mwamba, nani dhaifu, tunaanza kuona kesho. Kwa hiyo Mungu atujalie inshallah kheri katika wamba wa kwanza kwanza na sisi tuwemo. Tupate pointi tatu za kwanza kwenye hatua makundi

Je, cha msingi cha kwanza ni mechi ya kesho. Haya, maswala ya jezi haya, jana kuna mtu mmoja amenitumia message. Usiku eh, usiku jana akaniambia ndugu yangu ndo nimeelewa, Waswahili wanaposemaga usinene kamara, kamara. Kanitumia jana message usiku, mimi shabiki wa timu fulani, leo nimeelewa kwa nini Waswahili wanasemaga usinene kamara. Anaambia mimi mimi na utu uzima huu ni wa kupigwa double impact. Anasikitika yule mtu rafiki yangu jana, mimi na utu uzima huu ni wakupigwa double impact, yaani natoa shilingi elfu arobaini kwenda kununua tangazo. Amejisikia vibaya sana yule mzee jana, elfu arobaini kwenda kununua tangazo maanake la kwanza lipo nyumbani tangazo lingine kauzwa elfu arobaini tangazo kajisikia vibaya nikamwambia ndo ukubwa huo ndio ukubwa unajua ile nyimbo ile kekundu kekundu wajinga ndio wali wao Unajua? kaambia ndo ukubwa huo amenung'unika kauziwa tangazo elfu arobaini na tano maanake nyumbani ipo nyingine kapigwa tangazo lingine 45. Kwa hiyo ukifika nyumbani ukinua mbili unaziweka huku <laughs> sijui soda huku, sijui beti <laughs> kama mashabiki wa Yanga mpo humu, semeni alhamdulillah, Mungu ametupa bahati kuwa mashabiki wa Yanga, alhamdulillah. Hey, mambo wanayofanywa wenzetu ni mazito, haki ya Mungu. Nimeona jana na mtu mmoja jana, mchambuzi mmoja jana akanitumia message DM akaniambia, kaka, nimeamini leo kweli, kila hela ngumu hela ninayofanyia kazi leo hapa napata ugumu, kia nikiandika makala. Swala la msingi linakuja mwisho, unaandika we, mwisho unaulizwa, he prioda ilikuwa ya nini? <laughs> sawa haya, sawa Barcelona Arsenal sijui Puma sijui nani big brand, jezi moja kwa msimu sawa. Ushaandika makala yako pale, ushalipwa hela yako unaulizwa he, prioda he, he, uzinduzi Alhamis ulikuwa wa nini? Ehe, yani maswali hayo hayajibiki, unajua hayo yapo tu. Kwayo sisi wanayanga tuna furaha kubwa na uzi wetu wa kimataifa na pitieni waandishi kwenye maduka watawaambia sales ziko vipi za Yanga. Tuliwaambia mwanzo mnawekeza muda mwingi kwenye propaganda, jifunzeni biashara zilivyo. Sasa stock inabakia na mzigo pisi laki nane, laki tisa Manake hizo stock zilizobakia pisi laki nane, laki tisa hata ukaamua uvalishe kuku wote wa Dar es Salaam bado jezi zitabaki. Dala yani, chukua majogoo ya Dar es Salaam yote yavalishe zile jezi bado zitabaki, kaingizwa chakaeta mzigo mkubwa kwelikweli, hauishi <laughs> kila wakifanya mapichapicha mzigo hauishi. <laughs> Sasa hivi nime... na, na, na, na niwaambie, amesisitiza yule jama jamaa bosi wa Iliza, amesisitiza kama hawatamaliza hizi msimu ujao, wategemee bango lingine, ata change kidogo tu mwaka mwaka ni 25 26 27 kwa hiyo hima hima, usipoisha huu mwakani, ana change tu mwaka pale uzinduzi bango jipya alo. <laughs> jitahidini jamani, jitahidini jamani, huo mzigo mpaka uishe huo. Maana si mnasema, si brand ya kimataifa wamesema eh, haurudi kitu huko. hamna kitakacho. Mlisema mko wengi, malizeni sasa stoku hiyo. mpaka ishe ile Eh, bana kwanza ni mm. mm. ni mm. mm. swala la msingi sana ndugu yangu, jana wapi hapa anajengwa flyover panaitwaje, Mwanakwerekwe. Nimepita Mwanakwerekwe usiku mm. katika miangaiko yangu ya kutafuta Mwanakwerekwe Mwanakwerekwe sasa nikuirudia tena na changamoto, Mwanakwerekwe pita usiku ilo ilo eneo sasa, katika harakati za kuhamasisha watu usiku eh, maana mechi unafuata watu mpaka majumbani watu waje kwenye mechi. Eh, mechi kubwa lazima ufate watu uhamasishe hadi usiku. Sasa nikapita ile njia, nikamwambia yule yule yule dereva nilikuwa naye, namwambia unajua, ukiwa huko bara ukiwa huko bara, wallahi hujui kama Zanzibar sasa imeshaendelea katika ukubwa huu. Sema kweli, mpenzi wa Mungu Dr. Hussein Mwinyi kafanya kazi kubwa kweli. Bado nafikiri labda ba kuna nini labda nini, mambo ya PR hayo, kuiweka kuiweka, saa watu sasa wa, wajue wa, wa, yani, sasa wajue ile, lakini ukija sasa hapo kitembea mimi me, hapa, nakumbuka mara ya mwisho nimekuja hapa. Sasa hivi ukija uwanjani hapa Amani, kuna bonge la hoteli siyo, ni five star hoteli, sijui sijafuatilia vizuri. Bonge la hoteli liko hapa. Last time nimekuja mimi hapa mara ya mwisho kwenye Mapinduzi nakumbuka hoteli ilikuwa iko hapa. Eh, na unafika tu mteja unapewa na kopo la dawa ya mbu. Last time. Sasa sa hivi unakuja hapa five star hotel ndani ya uwanja. Waandishi, nanyie saidieni kutangaza. Jamani, Uwanja wa Amani huu, ukiingia ndani hapa, kuna hoteli yenye hadhi ya nyota tano, iko hapa, classic, bonge la hoteli. Hatukukosea sisi. Wewe ni nini wewe? Shee, vipi wewe? Nimalize kumwaga maua hapa. Tumeleta mechi zetu Zanzibar na Wazanzibari, alhamdulillahi, wametupokea vizuri, wameipokea timu vizuri wanatupa ushirikiano wa asilimia mia moja na sisi ni jukumu letu kama taasisi Young African Sports Club kuzidi kuitangaza Zanzibar. Mimi nitakuwa balozi wa kutokulipwa, yani sitataka nilipwe kutangaza mengi mazuri ambayo nimeshuhudia hapa. Nimeshuhudia maflyover hapo ya hatari. Shuhudia mahoteli ya kisasa E hey, cha Mungu pazuri panavutia, Zanzibar panavutia, visit Zanzibar. Yeah, yeah. Ndiyo jukumu letu sisi sasa hivi sasa kuhakikisha, kama taasisi ambayo ni mabalozi wa kutangaza Zanzibar, tunayo visit Zanzibar kwenye jezi yetu, na lengo kubwa ni kuhakikisha sasa wageni wanajua ku Zanzibar, lakini tumeleta timu hapa Zanzibar, maana yake wa Moroko wamekuja hapa Zanzibar, watakuja wa Misri hapa Zanzibar watakuja wa Algeria hapa Zanzibar, tunayo watangazia. Tukienda kwao watakuja kuyaona kwa vitendo. Unajua kuna kutangaza, unafanya piala, watu hawaoni. Watakuja kuona hapa mazuri na maendeleo makubwa ambayo Dokta Mwinyi kayafanya hapa Zanzibar, makubwa kweli. Sema kweli mpenzi wa Mungu, Zanzibar ime, imeendelea na wana haki ya kujivunia jeni kishai. Mambo ya kupewa kopo la dawa ya mbu tena sasa hivi hapa hapa. Swali uh, uh, njimiga... yes? Zuri, ndugu yangu, nimefuatilia hivyo hiyo stori lakini uh, ina, ina, ina vyanzo vyake hiyo eh, story ina vyanzo vyake. Lakini kimsingi kwenye football, kuwe na lolote lile, bado mpira hausupoti vitendo vya kihuni uwanjani. Kuwe na sababu yoyote, mwamuzi wa kuonea, mmenyimwa goli, chochote kimetokea, bado football ni mchezo wa fair play, hauruhusiwi vitendo vya kihuni. Tunakwenda kwenye mechi kubwa mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat. Afrika inatazama, Zanzibar ni wakati wa kuendelea kuuza uungwana wetu. wa Zanzibar ndio platform ya kuendelea kuuza ustaarabu wetu. Mara ya mwisho imechezwa mechi hapa, kafu wamekuja hapa, nyie ni mashuhuda. Kuna kikundi cha wauni kilikuja kucheza hapa, kikapiga watu hapa uwanjani, lakini safari hii imekuja timu ya kistaarabu, mkuja watu wa ungwana ambao wanatoka bara na ambao wako hapa, tuangalie. Na ni muhimu niwaombe wana Yanga wenzangu, ni muhimu sana. ya mtu na jezi tofauti, ikatokea, ameingia uwanjani mtu na jezi tofauti na Yanga edha, hiyo jezi ni ya Mlandege, hiyo jezi ni ya KVZ, hiyo jezi ni ya Mtibwa, hiyo jezi ni Bandika Bandua, tafadhali, simfanyie vurugu huyo mtu, kafata burudani. Simfanyie vurugu, kafata burudani, mkaribishe, kikaeti angalia naye mechi. Lakini ukiona amekaa mara aeleweki eleweki, muulize bana, vipi? Tufate burudani, sisi Yanga ni wastaarabu, tufate vile ambavyo kafu wametuelekeza kufanya na kukua viwanjani. Tusifanye vurugu, tusije na nini mafataki yale, tusiwashe moto, tuje na madufu, tuje na ngoma, tuje tuje na vuvuzela tuenjoy. Tusi, tusifanyiane vurugu. Ndio maana asisitiza tena tena, ukaingia uwanjani ukamkuta mtu amekaa hajavaa jezi ambayo sio ya Yanga usimpige, kafata burudani mkaribishe, kama kuna kinywaji mnunulie, mwambie tulia, tuenjoy bol. Huo ndio ustaarabu wetu wa Yanga, na naamini ndio ustaarabu wa Zanzibar. Wahuni wachache hawawezi kuharibu picha kubwa ya ustaarabu ambao Zanzibar iko nao. Wanaweza kutokea wa unu wa watatu ambao wa wa wanafanya hizo vurugu, lakini kwa kesho tunaamini asilimia mia moja.